Mtazamaji wa Master Voice Online TV, mimi naitwa Mike Ngalia. Hapa ni sheli ya manyanya katika mji mdogo wa Mbalizi wilaya ya Mbeya mkoa wa Mbeya, na hapa ni eneo la kata ya Nsalala ambapo diwani wa kata hiyo Festo Mbilike amewakusanya vijana wenzake leo wa bodaboda kuja kujaza mafuta katika sheli hii. Ndio maana unaona kuna pilika pilika nyingi na vijana nyuma yango wengi, unakuta wanaendelea uh, kujaza mafuta katika pikipiki zao, ni bodaboda katika vijiji mbalimbali ndani ya kata hii ya Nsalala au Kibanda mimi kwa majina naitwa Deo William Tulinje, mm -hmm. Natokea kata ya Nsalala, Mbalizi, kijiwe cha Atlas Mapelele bodaboda, mtaa wa Ndola. Tunashukuru sana ndugu mheshimiwa diwani wa eneo letu la kata ya Nsalala kutufanyia jambo hili kama wanabodaboda ameweza kutujazia mafuta kwenye pikipiki zetu tukiwa kama vijana wa bodaboda wote tunamshukuru sana, Mungu ambariki kwa kila jambo aweze kumjalia pale anapogusa na pale alipotoa aweze kumzidishia. Ndugu mheshimiwa, tunakushukuru sana ndugu diwani. Yaani kilichonileta kwenu ni ile kamata kamata ya watu wa Ratra. Naomba muambie bodaboda, naomba muambie bodaboda wote kwamba diwani anashughulikia ile kamata kamata ya watu wa Latra. Na kama ukipatwa na changamoto ya kukamatwa na watu wa Latra, wasiliana na ofisi ya diwani wenu. wengine namba, namba wengine namba hamna si ndio? Eh. Hey, kwa kama ukipatwa na changamoto umekamatwa na Latra, sisi tunataka Latra wawape nyie elimu kabla ya kuwakamata sawa. Eh, nimepokea changamoto nyingi, mtu ametoka wa sijui wapi huko haelewi. Yaani kikubwa tunataka Latra wawape nyie elimu, mwelimike kwanza, ili mjue hili tunalofanya ni kosa. Sawa jamani? Koo, kwa kuanzia sasa hizi nyinyi nyie muwe wajumbe kwa wengine huko. Latra akiwakamata, wasilianeni na ofisi ya diwani tuone cha kufanya. Sawa jamani, au ukinikosa, ofisi zenu za kata mnazijua, ziko Ndola pale. Pikipiki imekamatwa kule, wewe iache, nenda pale waambie mtendaji, mi pikipiki imekamatwa na Latula, diwani alisema niwasiane na nyie, nisaidieni, nipeni muongozo, hatutaki vijana mteseke. Mi mwenyewe jank, jamani, mi nimemaliza na wakubali sana. Wanangu, tuchape sana.